Habari za leo Mtanzania, asubuhi ya leo treni ya Standard Gauge Railway SGR iliyokuwa kisafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma imepata ajali ndogo katika eneo la Ruvu mkoani Pwani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la reli Tanzania, TRC, mabehewa matatu ya treni hiyo yalitoka kwenye reli majira ya saa 2 asubuhi. Bahati nzuri hakuna mtu aliyepoteza maisha na abiria wote wameripotiwa kuwa salama. Wengine wachache walipata mshtuko mdogo, lakini walipatiwa huduma ya haraka. TRC imesema timu ya wataalamu tayari ipo eneo la tukio kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, na huduma za usafiri zinatarajiwa kurejea kawaida mara baada ya ukarabati kukamilika. Tukio hili limeibua mijadala mitandaoni, wengi wakihimiza serikali kuimarisha ukaguzi wa usalama wa reli mpya ya kisasa ambayo imekuwa fahari ya taifa. Je, yeah, unadhani ajali hii ni ishara ya changamoto za ki, za kiufundi au ni tatizo la uendeshaji? Kwa taarifa zaidi kama hizi, usisahau kufollow kwenye chaneli hii kwa updates za haraka kuhusu matukio ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania. Asanteni.